Na mtazamaji, kama njia mojawapo ya kuimarisha usalama wa bodaboda boda na kupunguza visa vya pikipiki kuibiwa katika mji wa Kajiado, muungano wa bodaboda boda, katika mji huo kwa ushirikiano na kampuni moja ya kuuza pikipiki umeandaa kikao cha kuhamasisha wahudumu wa bodaboda wa boda kuhusu usalama wao. Na kwenye kikao hicho wahudumu wa bodaboda wa boda, wanasema kwamba kumekuwa na visa vingi vya pikipiki zao kuibwa huku juhudi za kuzitafuta zikikosa kuzaa matunda, wakisisitiza haja ya mikakati zaidi kuwekwa ili kudhibiti visa hivyo. Uh, tunajua kwamba tumekuwa na challenge ya pikipiki zinapotea mysteriously, lakini wametunga mkono, wamesema ya kwamba watasaidiana pamoja na sisi ili kuweza kuhakikisha kwa kwamba tuna reduce ama tunahakikisha ya kwamba ni zero uh, disappearing of our motorbikes Aswa zile ambazo zinasemekana zinapotea wakati malipo imeelekea kufika mwisho, tunaweka measures na mikakati ya kufuatilia na kujua y kwamba tuhakikisha kwamba tuna minimize hiyo kabisa hapa Kajiado. So tumeguzia vitu kadhaa za security features. Tukumbuke ile tracking device kwa upande wetu ni ile tu ya kufuatilia pikipiki piki. lakini pia tumeweza kuguzia sababu pia wanabodaboda wako na zile eh, security measures kwa zile stages na kwa kila mahali ambayo wanabebea. So tumeweza kuwahimiza pia aa, washirikiane. So kwa sababu ya mambo ya kiusalama pia wametuhakikishia kwamba watajaribu kuangalia vile pikipiki zetu zitakuwa zikiwa dasua sana wakati unamalizia zile loans. Ndio hiyo ndio kitu tumeulizia sana, kwa sababu pikipiki zimekuwa zikipotea wakati loan inakaribia kuisha.